Jamii ya Wasomali katika kaunti ya Taita Taveta sasa inatoa wito kwa serikali ya kaunti hiyo kuangazia usawa katika nafasi za ajira na maendeleo kwa ujumla. Mwenyekiti wa jamii hiyo, Abdi Abdile akisema mara kwa mara wamekuwa wakiachwa nje katika ajira na hata pia kuwa vigumu kwa wanafunzi kupata basari za kuendeleza masomo yao. Haya najiri huku jamii hiyo ikianzisha mchakato wa umoja na kusisitiza kwamba watashirikiana na jamii zingine ili kupiga jeki sekta ya maendeleo katika kaunti ya Taita Taveta. Nafasi zetu za kikatiba katika serikali za kaunti, katika serikali za kitaifa na kuhakikisha ya kwamba vijana wetu wamepata ajira, vijana wetu wamepata masomo, wajane wameweza kusaidika, bahi kwa watoto imeweza kupatikana. Ni namna gani tunaweza tukasaidiana sisi wenyewe kwa wenyewe, na pia kupata usaidizi kutoka kwa serikali, iwe ni ya county, iwe ni ya national government. Saa hii kuna usajili wa askari recruitment. sisi pia tunataka ile keki ile recruitment tupewe kwa sababu, hata katika kaunti hii hakuna kazi imeandikwa. Pia tunaomba katika serikali kaunti hii itupatie nafasi kwa vijana wako wengi, watupe hata kwa askari. Hata tukipeleka kule wanaambia hamna. Kila mtu ana haki kukaa kokote. Kila mtu ana haki, haki ya kufanya biashara kokote na kila mtu ana haki ya kupata huduma kokote pale alipo. Kwa hivyo uh, hii muungano mbali na kusaidiana sisi wenyewe katika jamii itakuwa ni muhimu, katika huu muungano tuweze pia kuangazia katika yale mambo mengine, kama vile kufanya kazi na jamii zingine. Wajua, hii kaunti yetu iko na jamii nyingi. Kuna jamii wale wako wingi zaidi ni Wataita Aa, na Wataveta, lakini kuna zile jamii zingine. Kwa hivyo sisi pia tuko katika baadhi ya zile jamii zingine, lakini jamii kubwa yenye sisi sote tuko tuko katika jamii ya Wakenya na mkwengineko zaidi ya vijana